Kaulimbiu ya Siku ya Kimataifa ya Wanawake mwaka huu ni wekeza kwa wanawake, harakisha maendeleo. Lakini maendeleo yanaonekanaje linapokuja suala la haki ya mwanamke kuamua kuwa mama? Nadhani jamii inapaswa kuacha kushinikiza wanawake kupata watoto, kwa sababu ni maoni yao na wana haki ya kuchagua kuwa ama kutokuwa na watoto. Hata sasa sina mtoto na niko sawa na jinsi nilivyo, lakini unajua, utakuwa na masuala mengi, labda kwenye familia au mu. Kuna tamaduni hapa nchini kwetu ambapo mwanamke asiye na mimba au hana watoto anachukuliwa kuwa hana maana. Naweza kusema na nasi mwanamke kamili. Hapa kwetu katika tamaduni nyingi, mwanamke anapaswa kumpa mwenza wake watoto na kuwa na familia. Unapaswa kuwa na watoto, ni muhimu kuendeleza kizazi, lakini wanawake wanaoamua kuto kuzaa pia hawana makosa. Lakini sidhani kama inapaswa kuwa kawaida, wanawake wanapaswa kutaka kupata watoto, ni matokeo yake ya asili. Kiukweli, nadhani ni juu ya mwanamke kuamua mwa anachotaka. Ni mwili wake, ni chaguo lake. Hakuna tamaduni, hakuna jamii inayoamulia cha kufanya na nini asifanye na mwili wake. mtoto anakupa chansi nyingine ya kuishi, lakini unapokuwa huna mtoto unakuwa ni, ni rahisi sana hata kuchukua maamuzi mabaya, kwa hiyo najaribu kuangalia hata watu wengi ambao unakuta wanachukua jukumu la kutaka kujiua au wanajiua ni watu unakuta hawana watoto. Yupo mwanamke anayesema, sitaki kuusumbua mwili wangu kwa kulea au kuzaa mtoto. Anaweza pia kusema sitaki kupoteza muda kwa kulea mtoto. Kwa kuwa hili ni suala la kibinafsi, naamini ni haki yake.